Iko wapi asili ya Mwafrika? Iko wapi? Mmeiga kila kitu. Babu yako zamani alikuwa anachinja, akichinja babu yako kijijini, kuomba baraka, mshirikina, ila Ibrahimu akichinja, mtakatifu Ibrahimu. Babu yako akienda kwenye makaburi ya baba yake kusafisha tu na kuomba baraka kwenye kaburi la baba yake, mnamwita ana mchawi, ila ninyi mkienda Israeli kwenye kaburi la Petro na Matayo mnakwenda kuhiji. Mnahiji nini sasa kwenye makaburi somekufa kufa wale? simkubali matokeo hivi. Hebu niambie ukweli, amkutumia nyie dawa za miti shamba eh? Kwa nini asitumii leo dawa za miti shamba? Ndio maana mnakufa mapema, ndio maana kansa nyingi. Angalia China, wanaishi maisha marefu. China kuna watu wanaishi miaka mia moja na hamsini mpaka mia mbili. Nakwambia ukweli, kuna wazee kule wana miaka mia mbili. Watu wanaishi karne mbili. Ni mwendo wa samaki tu, mwendo wa samaki na kuikwepa panado huku, kila kitu medicine. Kila kitu ni madawa, kila kitu ni madawa. Unawekewa madawa wewe, kwenye nyanya madawa, mahindi yanapigwa dawa, samaki wanapigwa dawa, mayai amone hadi mayai, mayai ya uongo unakula yaye. Unapasua kiini kile, ni boksi, yani kiini ni boksi. Hivi kiini cha yai unaweza ukauspaw akipasuki, kila kitu wanaweka sumu Tikiti sumu, hizo dawa mambolea ni sumu. Wewe una miaka 60 uliwahi kumuona wapi kuku akuwe wiki nne? Uliwahi kumuona wapi kuku kwiyo kwiyo wiki nne awe tayari kuliwa? Uliona wapi? Lakini wanakwambia no, unaweza tu ukala. Kibaya ni mifupa hiyo, ndo ile sumu inakuwa kwenye mifupa. Hivi wewe ukaangiwe kuku kwenye mafuta uache mfupa? Wewe na sura kuacha mfupa Yaani, huyo kuku nayekaangiwa sawa, ametoka kupigwa dawa asubuhi, ndo anapelekwa sokoni mchana, yaani asubuhi katoka kwenye banda. Wakati kuku aliyetoka kwenye banda anatakiwa kae siku ngapi? Siku ishirini na moja dawa ifanyeje, idairuti kwenye mwili. Lakini kuku anatoka kwenye banda, anakwenda pale kwa sele nyama sama, sele, sele, kuku anamkaanga, weka amonaizi, weka weka weka, weka. Eh, weka kachumbari <laughs> ongeza ongeza na chumvi na udampu udampu. Umpu, upo hapo, ndo uko hapo. Wanaume tuna, tuna, tuna, tuna vitambi, wanawake nao wana vitambi, tuko vitambini. Dada una ujauzito? ah, ndo hali yangu tu <laughs> ushafanya mazoezi aina yote, mara una, ski wanafunga mikanda, unamwona dada eh, na mkanda tumboni, huo mkanda bali matokeo.